Karibu katika channel ya Movitech Academy. Katika video hii tutazungumzia software mbadala wa Adobe ambazo zinapatikana bure kabisa bila ya malipo yoyote na ni professional software. Kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, jina langu ni Muhamed na hii ni Movitech Academy. Movitech Academy inakuweka karibu katika kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na Design, content creation na teknolojia kwa ujumla. Tunajua kwamba Adobe inatumia mfumo wa subscription ambapo na kuhitaji ulipe kila mwezi lakini malipo hayo yatakuwa kwa muda wa mwaka mzima. Sasa, imekuwa kikwazo kwa walio wengi hususan wanaoanza ama wanaofanya kazi bila ya kutegemea faida. Kwa hiyo leo nakuletea software ambazo ni bure kabisa na ni professional. Unaweza kutumia bila ya malipo yoyote. Kama unataka software kwa ajili ya graphic design ambapo kwa upande wa Adobe kuna Photoshop, Illustrator na InDesign, basi tumia Affinity ambayo imejumuisha software zote hizo katika sehemu moja. Kama unataka software kwa ajili ya video editing ukiachana na Adobe Premiere Pro, basi tumia DaVinci Resolve na kama unataka software kwa ajili ya uhariri wa sauti ama sound editing basi tumia Audacity badala ya Adobe Audition. Usiache kulike video hii kuisave na kushare kwa wengine.